Wanasiasa katika kaunti ya Busia wameisuta serikali ya kaunti hiyo chini ya uongozi wa Gavana Paul Otuoma kwa kutowekeza kwenye miradi ya maendeleo. Haya yanajiri siku chache tu baada ya gavana huyo kuisuta serikali kuu kwa kupuuza kaunti ya Busia kimaendeleo kima, usemi ambao sasa umezua hisia kinzani kwa wanabusia akiwa katika eneo bunge la Funyula, katibu katika ofisi ya rais Arthur Osia amesema kuwa gavana Otuoma hana sababu ya kulalamikia maendeleo duni Busia, kwani anapewa pesa za maendeleo kila, kila mwaka, mwaka. Kaunti inapata pesa yake ya Busia, Bungoma ikipata inapata, Kakamega ikipata inapata, Kitale ikipata inapata, Kisumu ikipata ina lakini yetu haifiki, eh na wenye tulituma kuchunga pesa yetu hawaongei. Nataka tuelekee katika huduma ambayo tuko nayo Busia. Kila mtu akitembea mahali, unatoka unatoka Bwiri, unatoka mrai, unatoka Malaba. let us discuss about our development. Je, huduma ambayo tunapata katika Busia, je, inakufurahisha? Yule mtu tunataka si Muteso na si Muluya, tunatafuta kiongozi ambaye ataleta huduma kwa wananchi wa Busia. sina moyo yeah. kwa hivyo mimi nataka kusema hatupigii kabila 2027. Tunapiga kura kwa mtu ambaye ataleta mabadiliko. sina moyo hii mambo ya kupayuka payuka kusema hakuna pesa ya kutosha pesa ya kutosha. na ile kidogo umepewa ya kutengeneza barabara, ya kununua madawa, ya kutengeneza watu wapate maji, hiyo pesa yote wanakula wafanyio kazi. Na bado nasema ikuje nyingi kutoke kule juu. Sasa kama wawezi unei kidogo hiko kubwa, hii nyingi wanataka kwa nini wanataka kuje? Wanataka, wanataka, wanataka, wanataka mambo ya kukula.